Mana maana hey, kuna vitu, kulikuwa na vitu ya kujifunza Sabrina <tifuza> nafurahi sana. -na nasikia raha sana. Kati ya eneo ambalo eh, nilikuwa nasikia raha hata shuleni nilikuwa nikipewa, yani, nasikia kuwafundisha. Kwa hiyo eh, toka hata nikiwa mdogo mimi mtoto yangu nilikuwa nikuwa mwalimu umenisikia yaani, kwa nikuwa eh? E, mwalimu ninapenda sana, na ndio maana ninapomfuata yake tu kwenye nafasi yako, kwamba hata kama majukumu yametwisha mpaka na yao umetwishwa naya na baba, wewe kaa tu tulia, mwambie tu Mungu, nakushukuru kwa sababu umenipa huu uwezo. Sawa eh? Eh wewe uweze kuwa baba na baba aweze kuwa mama eh, ndio maana waliovuka hiyo mipaka mpam, ni kukosa heshima. Ukikosa heshima, maanake kwamba wewe huna nidhamu. Kwa hiyo ukiwa na nidhamu maana yake kwamba unaheshima. Kila mmoja utamheshimu. Ndio maana nidhamu haijalishi kwamba hawa walioko mbele yako, hawa walioko kushoto kwako, kulia kwako, wote wanaokuzunguka. Wewe lazima ujitweke kwenye jambo hili, kujitawala maana yake kujizuia. Lazima muheshimu kila mtu kwa rika yake. Usije ukatumia ubabe ukasema kwamba mimi wewe ni mdogo kwangu na mna hizo tabia. Huko ni kukosa na wewe, na wewe unakosa adabu. Ya sijaelewa masahihi. Sini sawa, eh? Sini sawa jamani. Mm. Sijalelewa kana hizi. Kwa hiyo kuna sana sasa nikazungumza neno labda kwa hapo kwa huko jamani, nikawa ni ngumu. Kila jambo kwa liende kwa usawa. Umesikia nachozungumza? Kila jambo liende kwa usawa. Mfano ni moja, nitumie mfano. Unaweza ukawa unaleta <laughs> <laughs> Yaani, yaani, mi nambeda mtumishi wa Mungu unabeba vyote vilivyo nyumbani kwako, watu wanabaki kule wana njaa, unaleta kwa mtumishi wa Mungu, uwe na kiasi basi. Yaani nimetumia lugha hiyo. Kuna mmoja leo yuko hapo, kuna mmoja leo yuko hapo, ngoja nimtumie mfano, lakini natumia mfano kwa mafumbo ila yeye ataelewa ila wewe utaelewa na wewe lakini ataelewa natumia huo mfano. Mfano, siku moja ilikuwa kwenye familia yao, akasema na hiyo shilingi kadhaa, ili kwa maana kuna mambo mambo yako hapo hivi na hivi yanaendelea, tizuhan sio hivyo, mambo haya sio hivyo, yaendi hivyo. Hata kwa kuomba akiwa huko mbali, angeweza kuomba hayo mambo yakaondoka kama yapo. alafu hivyo pia, hiyo gharama ni kwamba utakufa, inabidi asimamia lile neno. Kwa sababu unaogopa kufa, itabidi ukafanye na unafanya bila matokeo. Hatuhitaji kutishwa, tunataka tukae kwenye heshima, kwenye nidhamu. Maana mtu yeyote ambaye watu wako kule, wako kule, wako kule, wako kule, wanataka tu mema kwake. Huyo mtu yani, hata mfanyeje, mtaweza kumkwamisha? Ila watu wanatafuta. Ndio maana unakuta leo vijana wa leo, nitumie neno hili, watu walio kwenye familia wanachokifocus, wanafocus kuangalia, wanaangalia kile ambacho wanachokiona. Baraka zisizoonekana ndizo kubwa kuliko zile zinazoonekana. Ngoja nitumie neno hili tena, ni niwachanganye vizuri afu mchanganyike kwenye akili zenu, afu mkitoka hapa mwende mkachagua. Kwa jumia neno hili. Watu nao waona. Moja. Nasi tuka tunaongea hili kuzuri. Eh. Akasema nikamwambia hivi. Akanisemesha hivi. Wewe mdogo wangu. Nika hili kaya. Ni tunarika hili kaya. Nikamwambia kijana wangu. Alitumia neno kijana wangu. Nikamwambia wambia sijui kwa nini umezungumza kwamba kijana wangu. Lakini amkini, katika hilo neno unalozungumza kijana wangu yamkini unamaanisha lengo nyingi. Sio wa kwako wa kumzaa lakini yamkini. Kuna nini bwana nataka kunisomesha? Nikamwambia labda wanataka kunipa ajira bwana. Nikaitika nao. Alicheka. Nikamwambia najua. Alifikiri kwamba mimi akili zangu zinawaza tu yani hivi. Nikamwambia, ah, naheshimu sana. Kwa nini umeniita? Sijui. Nachungulia. Mm, ili adamu lisema, analisema ila ni kipimo kwangu. Kuna maneno tunayasema hapa, ayo maneno, yeah, yes. Ah, ni kipimo kwako na? Ya Yesu akamuuliza je, nifanye nini ili nipate tena. Akamwambia, Mwalimu, nifanye nini ili nipate kuurithi ufalme wa mbinguni. Akamwambia umezishika amri? Sasa nimeshika toka utoto. Akataja na amri, maana zimekaa akataja, usiuwe, usizid zote, zote mshi baba yako na mama yako, upate miaka mingi na yeye duniani. Akamaliza, alipomaliza Yesu akamwambia, umepungukiwa neno moja tu. Na, na kati ya eneo ambalo unapaswa kuongezeka, la kwanza ni swala la rohoni. Ndio maana Yesu akuangalia mali alizokuwa nazo yule tajiri, aliangalia moyo. Je, huyu ana moyo

Nilikwambia sasa, manake naongeza nidhamu, manake kwamba naongeza heshima, manake ni mimi nataka nifanikiwe zaidi. Sasa kazi siku napiga kazi kwa bidii moja, nikuambia ikifika saa ya ibada nilishakamilisha kila kitu, afu namwaga mama, namwambia naingia ibada, nagawa fedha. Na mtu kafa au yendi kwenye foleni na agaweno fedha, yani kafa <laughs> kafa, ni kweli kafa, sio kwamba ajafa najaribu kuangalia, ndio uone kwamba kuna wakati tumefika wakati tukakosa adabu kwa Mungu, Mungu wetu aliye hai <laughs> <laughs> leo. Na Mungu anatufunulia hii, kila mtu ajione alivyo mjinga kwenye eneo fulani. Yani kila mtu ninasemaga hivi yani, mama nasemani. nasema hivi leo Mungu, kila mmoja ni mjinga yani, hata Eh, kuna mmoja mbili tatu, kafanya, unaenda unafanya. Mwanangu, Mungu atakufanikisha. E, mimi naishi kwa matamko ya wazazi. Nililia siku moja mbele ya mzazi wangu nikiwa nadgo Kalia, nikasema hivi ninavyonyanyasika hivi, wameniona mimi kama vile maskini, na lia machozi kwa uchungu <laughs> Ma, e, ni kwa mzazi wangu ambaye <laughs> yeah, ni bibi yangu. Hata kama ulikosea, ndio maana Mungu anatufunza ili kwamba tugeuke. Usije ukajifanya hapa. Natumia tena lugha ngumu tena. Kwa kweli kitu sisi ambao tuko huko natumia maneno magumu tena. Haya haya. Usije usije ukajifanya. Kwamba unampenda sana mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu kuliko kupenda wazazi wako. Huo ni mjinga. Umenielewa? Ndio. Bali kama, Bali kama, ukinionyesha ile ndoto, ukinionyesha ile ndoto, tafsiri yake, tafsiri yake, nitawapa zawadi, nitawapa zawadi, na thawabu, na thawabu, na heshima, na heshima nyingi. Basi, nionyeshe, basi nionyeshe ile ndoto, ile ndoto, na tafsiri yake. Unaona sasa, anawaambia jamani, maana yake kwamba hapo kulikuwa na mambo mawili, kulikuwa na pande mbili, upande wa hawa, kuna mtu anahitaji majibu, kuna mtu anahitaji, kuna mtu anahitaji kufasiri. Kwa hiyo maana yake kwamba yule mtu atakapoweza kufasiri ile ndoto atakayeweza atapewa heshima. Cha kwanza, angalia, ili upate heshima lazima uende wenye heshima, ukanyenyekee kwao. Fursa yote inayokuja usipokuwa na usipo nidhamu na hiyo fursa utaipata kwa wakati. Ndio maana unapaswa uheshimu tai kuliko chochote, maanake wanakiona kwamba sio tatamani kifika wakati sasa, tukianza nikianza kufunguka hivyo, alafu tunakwenda ndio utajua. Ujui wewe wapi, yani wewe ndio utajua. Ndio maana kwa kwamba ukiwa na nidhamu, ukiwa na nidhamu itakurahisishia kupokea baraka za kuangalia heshima. Hapo maana yake kwamba, ili ili ili dakika tunaanza huyo mfalme awe na heshima na yeye, pasa wamtafute mwenye heshima kuliko yeye, maanake kwamba heshima aliyokuwa nayo, alikuwa na heshima ya kimwili, hakuwa na heshima ya kiroho. Kuna saa, kuwa makini sana, unahitaji kupokea vitu vya maana na vya thamani, lazima ukubali. Amina kukinga wewe well. Hey, hey, hey zinakuja zinapiga kwako, unasikia. Wewe nani umeingia na huo? Hujakaa sawa. Kuna mwingine siku moja haina jina, hata kama wewe ni babu ao o umejiona wewe ni babu, babu lidi, kuna siku Mungu ataweka, na maombi yangu ayaendi bure. Kama hajaweka kwako, nimesema uji saizi basi, nashukuru maana umesema siji saizi, kwa hiyo sasa endelea endelea tu.

Yesu, asante kwa uaminifu wako kwa jina la Yesu. E Yesu, ninakutukuza kwa jina la Yesu. Ninaomba leo Baba, kwa baraka zako, kwa nema yako, nifanye kuwa mtu wa nidhamu kwa jina la Yesu, wa heshima kwa jina la Yesu. E Yesu, leo ninatamka kwa jina la Yesu, kila roho iliyosimama ikanifanya mimi niwe na kiburi leo, naondoa roho ya kiburi, toweka kwa jina la Yesu. Haya kamaka